Hayo yameelezwa na Maghela Ndimbo, mkuu wa TAKUKURU mkoa Mbeya, alipokuwa akizungumza na Hope Channel Tanzania. Ndimbo amesema kuwa ushiriki wa waandishi wa habari ni muhimu sana katika mapambano dhidi ya vitendo vya rushwa, kwani vyombo vya habari vina mchango mkubwa katika kuelimisha umma na kufichua maovu. ili TAKUKURU iweze kufanya jukumu lake la kuzuia rushwa, mtegemea sana mwandishi wa habari, yuko karibu na wananchi, kwa tunategemea yeye awe msemaji wa wananchi kwanza, kuhabarisha na kuwaelimisha wananchi kuhusu madhara na, na, na, na, na madhara ya rushwa, athari ya madhara ya rushwa yenyewe katika kwe, kwe, hasa kwenye uchaguzi na pia, na pia kuhabarisha, kufichua yale yanayofanyika yanayofanywa wafanya, wafanya wagombea kwenye, kwenye jamii e, kwama wanakiuka taratibu basi e, sinategemea wao wao ndo kama t ni watoa taarifa watoa taarifa za vitendo vya rushwa vinavyofanywa au kiukaji wa taratibu vinavyofanywa na wagombea tunategemea sana. Ndio habari. Kwa upande wake, Felix Mwakyembe, mwanahabari mkongwe, ametoa wito kwa waandishi wa habari kuwa makini dhidi ya matumizi ya akili mnemba AI, kwani kutoitumia kwa umakini inaweza kuharibu mchakato mzima wa uchaguzi na hata kuwaingiza matatizoni. Teknolojia imekuwa sana hivi sasa, tofauti na miaka ya nyuma ambapo tukifanya, tukifanya kazi za kihabari hususan uh, katika zile chaguzi za kwanza za vyama vingi kuanzia mwaka tisini na tano kuna swala la artificial intelligence au akili mnemba ambacho <coughs> ni kitu ambacho huko nyuma hakikuwepo. Sasa hii akili mnemba ina inatumika, inaweza ikatumika vizuri au ikatumika vibaya. Ikitumika vibaya ni inaku, inaweka waandishi wa habari katika mazingira eh, magumu kidogo. Kwayo, kwa hiyo kwa ni vema kwa waandishi wa habari hivi sasa hivi kuwa waangalifu mno katika taarifa wanazozipokea ni kabla ya kuanza kuifanyia kazi, ni lazima kwanza wajiridhishe chanzo cha hiyo taarifa kama ni sahihi na ni cha kuaminika, vinginevyo tutakuwa na kesi nyingi sana <coughs> zitakazotokana na kuchapisha au kusambaza habari ambazo sio sahihi. Katika hatua nyingine, Ndimbo amewataka wananchi kwa ujumla kushirikiana na mamlaka hiyo kwa kutoa taarifa mapema pindi wanapohisi au kushuhudia viashiria vya, vya rushwa. Mwananchi kila mwananchi ashiriki eh, kwa kutoa taarifa pale anapokutana na vituo vya rushwa, aje kufika ofisi za TAKUKURU kwa mfano, kwa Mbeya tuna ofisi yetu iko eh, foresti ya zamani, karibu na mahakama kuu au benki kuu, atakuja ee, ofisini atasikilizwa kwa usiri mkubwa na hatua zitachukuliwa. Na pia kwa kuja kwenye ofisi zetu za wilayani, tuna ofisi ya wilaya iko Mbarali, ofisi ya wilaya iko Kyela, ofisi ya wilaya iko Rungwe na ofisi ya wilaya kwa iko Chunya. Kwa hiyo tunaomba sana ushiriki wenu e, katika mapambano dhidi ya rushwa kwa kufichua kwa jukumu. Naomba kwa wananchi, tusiwe walalamikaji, tuchukue hatua. Kwa kupambana na hawa wala rushwa. Nikiripoti kutoka hapa mkoani mm, Mbeya. Mimi ni Samwel Mpogole.